Yes, haujambo mwanafamilia wa michezo. Karibu sana, karibu tena, nikukaribishe kama ndo mara yako ya kwanza kabisa unaungana nasi, basi nikupe pole kwa sababu umeshapitwa na taarifa nyingi sana, taarifa kemkem zinazohusu michezo, lakini pia burudani. Umepitwa kwa sababu haujajiunga na familia ya kimichezo kutoka katika chaneli yetu. Sasa nini ufanye ili usiendelee kupitwa na taarifa hizo? Cha kufanya ni rahisi kabisa na ni bure, hakuna gharama yoyote. Tazama chini ya video yako kuna maneno yanayosomeka kama subscribe, ya yabonyeze mara moja. Mara baada ya kufanya hivyo kuna alama moja ya kengele itatokea nayo na utaibonyeza mara moja. Mara baada ya kufanya hivyo, utakuwa umekwisha kujisajili na kuwa mdau wa karibu kabisa wa chaneli yetu pendwa. Na kwa kufanya hivyo tu utakuwa unajipatia taarifa nyingi, taarifa kemkem zinazohusu michezo, lakini pia burudani. Sasa kwa nini uendelee kupitwa Uh, wakati cha kufanya ni kitu rahisi sana. Subscribe hivi sasa lakini pia uh, bonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video yako. Uh, kwa kufanya hivyo tu utakuwa umekwisha kujisajili na kuwa mda wetu wa karibu kabisa wa chaneli yetu pendwa. Yes, bana taarifa uh, zilizotufikia hivi punde ni taarifa mbaya kidogo. Ni taarifa ambazo zinatueleza ya kwamba nyota wa Simba Sports Club mpanzo Uh, ama Eli Kibisa wa Lampanzo alipata a uh, ajali, naweza kusema kwamba ajali ya barabarani alipokuwa akitokea mazoezini. Mara baada ya tukio hilo kutokea, wekundu wa Msimbazi Simba walimpeleka haraka katika hospitali ambayo ilikuwa karibu na eneo la tukio, na hivyo mchezaji huyo alipatiwa huduma ya awali kwa haraka zaidi. Hivi sasa tunaeleza kwamba uh, hali yake inaendelea kutengamaa licha ya kwamba hakupata majeraha makubwa sana. Hivyo watanzania kiujumla wanaombwa kumwombea Eli Kibisa wala Mpanzu ili aweze kurejea haraka kwenye majukumu yake ya kuipeperusha bendera ya Tanzania kupitia Simba Sports Club.